Bungeni leo. Haya, mimi naitwa Ridhiwani Kikwete, mbunge wa jimbo la Chalinze, mkoa wa Pwani. Kwanza nataka nitumie nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais, kwa kuwa sikuwahi kupata nafasi ya kusema kupitia hii kamera yenu, niseme leo kwamba rasmi nampongeza sana, kwanza kwa ushindi mkubwa sana ambao ameupata. Ushindi wake ni kielelezo cha kwamba zile kazi alizofanya miaka mitano iliyopita Watanzania wameziona na baada ya kuziona wamekubaliana naye na, na wamempa kura nyingi ambazo zina kumpa heshima kubwa ya kuwa rais wa nchi yetu katika miaka mitano hii mikubwa. Lakini pili, nitumie nafasi hii pia kumpongeza sana eh, waziri mkuu mteule eh, ndugu yetu comredi eh, Mwigulu Nchemba. Kwanza nampongeza kwa sababu ya kuonekana, unajua bungeni tuko watu wengi, lakini pamoja na wingi wetu huo, lakini mheshimiwa rais eh, ameona kwamba katika miaka hii mitano inayokuja ampe uh, nafasi hii ndugu Mwigulu Nchemba ili aweze kufanya kazi hii. Kwetu sisi ni heshima kubwa sana tena. Mimi nataka nimpongeze kwa sababu amepewa heshima kubwa yeye. Lakini heshima hii pia inakuja kwetu sisi ambao ndio wa rika lake ambao sisi wengine tulipata nafasi ya kusoma shule na Mwigulu e, tumekuwa naye tokea tukiwa shule e, kipindi kile tukimwita chifu e, lakini leo hii tunashuhudia katika kia kizazi chetu, mwenzetu amepata nafasi ya kupewa heshima kubwa ya kuongoza shughuli za maendeleo ndani ya nchi yetu. Ni heshima kubwa kwetu, lakini pia ni heshima kubwa kwa nchi yetu. La msingi zaidi ninaloomba mimi katika mchana wa leo ni kuendelea kumwombea Mungu, kumwombea Mungu amjalie afya njema, ampe nguvu, ampe umri na yale ambayo Mheshimiwa Rais anayataka kwa ajili ya Watanzania wake, na yeye akiwa kilanja wetu wa kufanya hizo kazi. Lakini pia jambo nataka nieleze furaha yangu nyingine katika siku ya leo ni unasema ni ile kitu kinaitwa combination ya mafanikio combination ya mafanikio makubwa ya miaka mitano ijayo unaiona leo katika Tanzania. Mwigulu Nchemba yeye, kama alivyoeleza walotangulia kwamba ni mtu ambaye amefanya kazi kwa muda mrefu, lakini pia CV yake na mapitio yake ni wazi, anaonyesha kwamba ni mtu ambaye yuko tayari kwa ajili ya shughuli hii. Lakini ule utayari wake wa kupambania maendeleo ya Tanzania, hili ni jambo la kipekee ambalo linatoa eh, sifa ya upekee ya kwamba Mwigulu Nchemba ni mtu sahihi katika kipindi hichi, lakini sio hilo tu, pia comrade e, Mwigulu Nchemba yeye e, ameshiriki pia kuandika Dira ya mwaka elfu mbili na hamsini ambayo utekelezaji wake unaanza mwaka huu rasmi. Sasa kwa nini, kwa nini nini tunazungumza hili? Kwa sababu unajua wakati mwingine anasema e, sijui kama itakuwa lugha nzuri, lakini e, ile kwamba mchawi mpe mtoto alee, kwa maana kwamba Mwigulu ametengeneza kitu sasa anakabidhiwa yeye kitu hicho ili aende akakisimamia akakifanyia kazi lakini pia yeye aongoze utekelezaji wa majukumu hayo. Amefanya kazi nzuri miaka mitano iliyopita, kwa hiyo hatuna shaka kwamba nafasi aliyopewa katika miaka hii mitano inayokuja anakwenda kuifanya vizuri zaidi. Sisi tunaendelea kumwombea sana Mungu yeye, lakini pia kumwombea Mungu sana Mheshimiwa Rais eh, ili waweze kwenda kufanya kazi nzuri, lakini pia na wengine ambao wapo katika serikali ambao watakwenda kufanya nao kazi pia tuendelea kuombea Mungu ili waweze kusimamia vizuri haya majukumu yaliyo mbele yao. Nataka niwaambie kwamba watarajie mengi sana, kwa sababu kiukweli, pamoja na kwamba yako mafanikio makubwa sana ambayo tumeyapata miaka mitano iliyopita, lakini mimi katika maisha yangu e, nilivyojifunza siku zote, pena mafanikio ndiyo changamoto mpya huibuka. Unajua, leo hii ukitengeneza barabara e, kesho utasikia ajali nazo zimeongezeka, kwa sababu madereva nao wanakuwa kama vile wameharibikiwa na akili wanaendesha ovyo e, na kwamba wani haraka. Sasa tunajifanya haraka sana, tofauti na zamani papokuwa na ma, mashimo barabarani. Kwa hiyo mimi ninaamini kwamba e, miaka mitano inayokuja ni miaka mafanikio makubwa. Lakini kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu ukiangalia ilani zetu, unajua ilani ya miaka mitano iliyopita ilikuwa aisemi kwa mfano kijiji fulani tutafanya nini, ni ubunifu na ule uwezo wa mgawanyiko kwa kuwa na kupendeleo wa kwamba kila mtu anatakiwa afaidi keki ya taifa, ilikuwa tunagawana kwa maana, serikali inasema bwana, tutapeleka vituo vya afya vitano Chalinze. Sasa nani atajengewa kituo cha afya nani atopata hilo, likuwa ni jambo la vikao kwa mua. Lakini safari hii ilani imekuja katika sura mbili. Kuna ilani ile kubwa ambayo inazungumza ujumla na kuna ilani ile ndogo ambayo inazungumza mambo katika specific areas ambayo hiyo sasa inatufanya safari hii tunapokwenda kufanya kazi sisi. Kwa nini nasema kwamba ni mafanikio makubwa na kutegemea Chalinze? Kwa sababu karibu kila shida ya Wanachalinze imezungumzwa kwenye ilani ile pale, juu ya mahitaji ya afya, juu ya mahitaji ya elimu, juu ya maji, juu ya mambo mbalimbali ambayo yamezungumzwa, ambayo kwangu mi ananipa nafasi ya kuamini kwamba miaka mitano inayokuja itakuwa ni miaka mafanikio makubwa sana.